Mimi naitwa Efijinia Anakreti Joseph. Leo nina furaha kubwa kusherehekea sikukuu muhimu ya sendo kwangu. Kiukweli nashukuru sana kwa wale wote mlionisapoti siku ya leo, nina furaha kubwa sana, na pia nawakaribisha leo katika sherehe yetu itakayoanza saa moja usiku katika ukumbi wa Saint Leo Mkuu. Karibuni sana, naombeni mje mshuhudie sherehe yetu namna itakavyoenda kiukweli itakuwa nzuri na yenye kupendeza. Ninawaomba sana mkaribie tuungane pamoja tusherekee na pia natarajia kufunga ndoa tarehe ishirini na saba mwezi huu wa sita. Karibuni sana na Mungu awabariki. Katika shughuli ya leo nimejifunza mambo mengi. Shemeji yenu kwa jina anaitwa Adroni Kielenesti. Kwa mara ya kwanza tulikutana kanisani, basi tukawa tumeendelea kuwasiliana tukapendana sana mpaka kufikia wakati huu. Basi mambo yanaenda shwari shwari. Jamani shemeji yenu ni mtu mwema sana, mpole, mkarimu. Basi na nyie vijana wenzangu na wahasa karibuni hasa katika kuingia katika ndoa. Basi tuungane kwa pamoja. Kiukweli nimefurahi sana sana sana. Napenda kuwakaribisha hata nyie ambao mnatamani kuwa kufanya kitu kama hiki. Kama vile kuingia katika familia kupitia njia mbalimbali mbali. Haya yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tuendelee kuombeana, tumwombe Mwenyezi Mungu na tuzidi kusaidiana katika shida na raha. Kupata simulizi hizi, subscribe Shagili TV kisha alama ya kengele. Asante.